Kwa hiyo, watu waliofariki katika ajali hiyo wanawake ni kumi na wawili na miongoni mwao watoto ni wawili kwenye jinsia hiyo ya kike, lakini eh, wanaume sasa ni kumi na sita na kati ya hao kuna watoto wa kiume wawili. Kwa hiyo hadi sasa ninavyoongea, kati ya hao marehemu walio katika ile hospitali ya Ifisi kumi na nane wamekwisha tambuliwa na ndugu zao na wakati huo watu tisa bado hawajatambuliwa. Kwa hiyo, katika ajali hiyo majeruhi ni tisa, kama nilivyokusha sema, wanaume ni saba, walikuwa saba, lakini sasa wamebaki nane. Kwa hiyo, sita ni wanaume na wanawake ni wawili. Kwa hiyo, miongoni mwa majeruhi ambao nimesema ni, ni, ni, ni dereva wa gari, gari hili pamoja na gari lile la Mitsubishi. Kwa hiyo majeruhi ni Baraka Samuel Mgala, miaka 35, mkazi wa Mbarizi, e, aliyekuwa dereva katika gari namba T257 DVP Mitsubishi Rosa ambaye ameumia miguu yote miwili mbavuni pamoja na kichwani. Lakini dereva Philip Laiton Mashibanda mwenye umri wa miaka 35, huyu mkazi wa Tunduma, aliyekuwa anaendesha gari hili ambalo mnaliona hapa e, i lori, yeye amevunjika mguu wa kushoto. Chanzo cha ajali ni kwamba ni uzembe wa huyu dereva mwenye hili lori ambaye, baada kuwa ameruhusiwa, kama mnavyojua, tuna utaratibu wa kupitanisha magari makubwa na madogo, baada kure, ya kuruhusiwa, yeye alitoka kule kwenye eneo ambalo tunaegesha magari na akapita kwenye hii barabara kwa mwendo ambao nafikiri ilikuwa ni mkali na akashindwa kulimudu hili gari na matokeo yake akafika kagonga haya magari madogo ambayo yalikuwa yanamalizia ruti, sasa kuingia stendi na kusababisha vifo hivyo.